Wala yakhtubi rajul ala khitbati akhihi, wala asipeleke posa mmoja wenu katika posa ya mwingine. Haya ni mambo ya kijamii Mtume anatuambia, ndiyo yanayotengeneza vifundo, chuki, husda baina yetu. Unajua kabisa fulani ameposa kwa fulani, hajajibiwa, hajakubaliwa wala hajakataliwa, na wewe unapeleka posa yako ili utengeneze ushawishi, asisikilizwe, upewe wewe fursa hiyo, akijua umetengeneza uadui, umetengeneza chuki, umeuvunja udugu wa Kiislamu. Subiri, mambo haya yanatuzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni mambo yanaharibu mahusiano, ni tabia zilizokuwa mbaya, ni mambo yanayeneza shari na uadui na chuki na husda baina ya watu, hali ya kuwa almuminu maamurun bimahabati akhihi almumin. Muumini katika hali ya kawaida anaamrishwa na anaelekezwa na sheria kumpenda ndugu yake muumini.